Tunapokwenda katika uchaguzi huu mambo muhimu ambayo uh, mimi binafsi nadhani ni muhimu yakaangaliwa, la kwanza ni jinsi gani viongozi wa imani watashiriki, watashirikishwa, watahusika kutoa direction ya nchi, ni viongozi wa imani, viongozi wa dini kuanzia hawa ambao wako katika nyadhifa za mikoa na taifa, lakini kikubwa hawa walio chini katika misikiti ambao wanazungumza na hawa watu kila siku, watu wanaokwenda katika misikiti ya Ijumaa, wanaokwenda katika vikundi vya imani, wanaokwenda katika mialiko mbalimbali, watashiriki vipi? Watahamasishwa vipi kushiriki moja kwa moja katika zoezi la uchaguzi katika nchi hii? Mataifa yote wanaangalia, je, mwaka huu 2025 watanzania wangapi kati ya Watanzania zaidi ya milioni 60, wako tayari kwenda kupiga kura? Dunia inaangalia hapa Mwanza, kanda ziwa, ambako ndo kuna watu wengi zaidi. Ni watu wangapi wataamka hiyo tarehe 29 tisa asubuhi kwa hiari zao? Kuwe na mvua, kuwe na jua, wataenda kupiga kura, watajipanga katika zile foleni ndefu kabisa ambazo ni mpaka mwenzako apiga aliye mbele yako ndio wewe. Ni lazima viongozi wa imani, viongozi wa dini, mioyo yao ihusike moja kwa moja kuomba umma wa Tanzania kupitia watu ambao wanaongoza washiriki hili zoezi, ni zoezi takatifu. Na hapa nazungumzia tu watu kutoka kwenda kupiga kura, waende inaliheshimisha taifa kama taifa lakini inaheshimisha heshima ambayo tunayo kwa katiba ya nchi, kwa sababu kiongozi wa nchi ni lazima tumchague, na namna pekee tunaweza kumchagua ni lazima tutoke tuende kwenye vituo tupige kura. Tunaomba watu waendelee kama nilivyosema, kutoka katika hizi wiki tatu zilizobaki kushiriki katika mjadala wa taifa. Taifa linajadili juu ya tulikotoka linajadili juu ya tunakoenda na tunakoenda ndio yale ambayo ni nini, wanapima yatafanyika. Na mama akifika hapa Mwanza, wana Mwanza, waislamu wa Mwanza, watoke wakamsikilize. Wengine wakija, kama nimwambia bwana asi, watoke wasikilize. Sisi wa Kristo, tuliambiwa zipimeni kila roho, nazipima, lakini watoke watu wakamsikilize mama katika mkutano wetu wa mwisho ambao tunasema Mwanza inapewa heshima ya kuwa kama Dar es Salaam kwa maana mji mkubwa wa maeneo ya maziwa makuu, mji mkubwa kwa maeneo ya kanda ya ziwa, na mji ambao sasa unaweza kaimarishwa kama kitivo cha biashara na maendeleo ya ukanda huu na kwa kutoka watu... uchaguzi huu tukushukuru kuamua kuja kuzungumza na sisi kwa nia njema. Labda niwakumbushe lakini hasa nikwambie wewe hivi mnakumbuka tumefanya dua mara ngapi kwa ajili ya kuiombea nchi na kumwombea rais? Mara ngapi? Haina hesabu. Haina hesabu. Na sisi Mwanza naweza kusema ndio mkoa pekee umefanya hivyo kwa mara zaidi ya kumi. Hizi, Mheshimiwa Mufti kule ana kauli yake nyingine ambayo isemwi sana ana kauli mbiu yake anasema tupa ogota. Yaani, yeye ya akisema anataka mkafanyie kazi basi ni Mwanza, ambayo sisi siku ya pili tumefanya i mtume. nataka nikutoe mashaka. Mufti aliposhaelekeza kwamba watu wajitokeze wakapige, hata na kubwa na mkuu mkuu alikuwa mgeni rasmi. kusema tena maneno mapya ni ushuhuda, ushuhuda tu natoa, tumeshafanya makubwa Tumefanya dua sisi Mwanza baada ya Idil Adha, yani ile idi kubwa, tulifunga siku nne tena. Yule mwambie mama, tunafanya makubwa sisi. Kama unaweza kumfikia, najua unafika Mwanza, tushafunga siku nne kwa ajili ya mama, kwa ajili ya mama. sijui kama uko mkoa mwingine sijui jui inawezekana upo, lakini sijui kufunga kabisa, tumefunga na labda nikupe taarifa, tarehe 23 vituo vyetu, markazi zetu, maeneo yote tunalia watoto matalibu al-ilmu watafunga mpaka tarehe 30, yani mpaka siku tutakapotangaza uchaguzi matokeo. Ni maelekezo, tumetoa maelekezo haya, watu watafunga. Hakuna kitu kigumu kama kukubali njaa, ikiwa watafunga kwa ajili ya nchi. Mheshimiwa Nyalandu rafiki yangu, na tuliwahi kuwa na maulidi kubwa hapa aliyesema Sheikh Kabeke. Katika maulidi ile tulipata faida kubwa sana. Katika maulidi ile pia kulikuwa na somo la kwa nini kura iwepo, mada muhimu kabisa, ilielezwa vizuri sana. Hatuna haja ya kuirudia leo. Kwa hiyo huu ni mwendelezo wa elimu ambayo E, Baraza kuu la Waislamu Tanzania Bakwata mkoa wa Mwanza umekuwa ukiutoa kwa waumini wake katika mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo, baraza lina mchango mkubwa kabisa katika kuimarisha lakini pia kuhabarisha kuhusu amani na utulivu katika mkoa wetu. Na mkoa wetu ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na bahati mzuri mkoa wetu, Sheikh Abeke anapenda kutumia neno kwamba ni kibla ya kanda ya ziwa. Kwa hiyo kanda ya ziwa hii ina watu zaidi ya milioni kumi na kitu, Mwanza peke yake milioni tatu na laki sita. Kwa hiyo kanda hii ikiimarika, ikaimarisha amani ya nchi, maana yake mchango wake ni mkubwa sana kwa nchi, kwa sababu kanda hii ni kubwa sana lakini pili haya yanayozungumzwa nia ya yake kubwa tu ni kukumbushana kwamba waswahili wanasema tusipoziba ufa tutajenga nini? Ukuta. Kwa hiyo haya yanalenga kutukumbusha sisi viongozi waumini, kwamba jamani, tuendelee kuvumiliana, tuendelee kushikamana.